Sugu, wewe ni kakaangu na najua kabisa una effort kubwa sana, asilimia kubwa ya maisha yako ni muziki. Muziki umekupa nafasi hiyo. Na kwanza kabla kukupa nafasi umeupigania sana, yaani iko wazi kabisa, katika waasisi ambao wamepambana sana kujenga muziki wa Tanzania, Sugu uko mbele. Sugu muziki ulikupa jina na mwenyewe umekiri kusema kabisa kwenye nyimbo zako, muziki umekupa jina, umekupa hela, umekupa na madeu nyimbo zako mwenyewe. Lakini pia mziki umekupeleka ume, bungeni, kwa sababu uliupigania ukafika sehemu ukaweza kukutengeneza na wewe ukawa mbunge ukawa mwanasiasa. Way nakutaja kwa sababu hata sasa hivi una movement unazifanya, kuna um, tamasha unaliandaa kila baada ya miezi mitatu, Bongo Flava Honors. Mi nikiwa kama mdhamini wako namba moja ulinifuata na, mbamoja, nifata, na ukaniambia the reason why unafanya hiyo ni kwa sababu unaona kuna wakongwe ambao waliweka efoti kubwa sana kwenye mziki na hawana platform, unatengeza platform ili kuendeleza kukuza mziki wa Tanzania. Na nakili hapa mbele za watu, Sugu hiyo eventi haikupi hata shilingi. Mimi najua, mimi nakupa matangazo, nakupa stage, nakupa sound sometimes hata hela, lakini kuna wakati naona kabisa unatoa yako nyingine mfukoni kuhakikisha hiyo kitu inafanyika. Why? ni kwa sababu unaendelea kujenga mziki, ni kwa sababu unaendelea kutoa platform ya mziki, vijana wengine wahamasike waingie kwenye kiwanda cha mziki, iwe ni ajira yao. Sasa leo, kwa nini nakutaja hapo? Kwa sababu unajua kinachoendelea, unakijua. Haupaswi kukaa kimya. Natamani baada ya kuona klipu hii, Sugu fanya kitu na wengine na washikadau wengine, fanyeni kitu Tusikubali kabisa kuua mziki wa Tanzania ambao umejengwa kwa effort kubwa sana, zimetumika hela za watu, zimetumika nguvu umetumika muda, na kuna watu wengine wamepoteza maisha katika harakati ya kujenga mziki. Wapo, kuna wasanii ambao wamepata ajali wakiwa katika movement ya safari ya kwenda kwenye mziki huu ambao tunataka kuua sasa hivi. Master J, baada ya mmiliki wa TVE na radio EFM Majizo eh, kumwomba eh, rapa the jong eh, ajitokeze na kuombea msamaha wasanii wa Tanzania hasa baada ya wananchi eh, kuonekana kama wamewapuuza. Sasa mwanasiasa na rapa the jong amemjibu Majizo kwa kile ambacho amekiandika kwenye mtandao wake wa kijamii na nukuu: ni kweli Majizo ni mwanangu sana, mie always huwa namuita DJ. Ni kati ya vijana niliyowasaidia kutoboa kupitia mziki huu, hata gari yake ya kwanza maishani, yani Toyota Mark 2 Balloon nilimpa mimi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu baada ya kumpa kazi ya kusimamia uzinduzi wa albamu yangu pale Diamond Jubilee, Upanga. So najua anavyothamini industry ya mziki na kuienzi, kwani yeye ni kati ya mfano halisi wa mafanikio kupitia mziki. Lakini kutetea au wasanii wasiojitambua wala kujua wajibu wao kwa jamii iliyowasapoti na kuwainua ni udwanzi. Pia ieleweke suala la awa wasanii kukataliwa na jamii sio la kisiasa, ni suala la wao wenyewe kukosa uzalendo kwa Tanzania beyond itikadi zao za vyama. Maumivu waliosababisha ni mengi kwa taifa. Vijana walijisahau sana. Na ndiyo madhara ya kutojali historia. Tulianzisha huu mziki kwenye mazingira magumu sana sana. Hatukueleweka kabisa mwanzoni, tukihusishwa na uhuni na madawa. Tukafanya juhudi kubwa na za makusudi kuukubalisha kwa jamii mpaka Watanzania walipoukubali na kuufanya kuwa mziki wao na ukawa fahari kwa Watanzania popote walipo duniani mpaka tunafikia hapa, wasanii wa, wa dwanzi wakautumia tena dhidi ya Watanzania wa kwa kuwadharau kuwachamba kuwabagaza tena dhidi na, na, na kuchangia kuwaumiza. Ni kweli mimi ni mwasisi, lakini kwa hili niko upande wa Watanzania. Ameandika the lilijong eh, maarufu kwa jina la Sugu.